Habari mtazamaji wa Gen Power TV. Langu jina ni Mishi 17 na karibu katika kipindi chako cha enzi hizo shuleni. Leo niko mtaa wa Mwenge. Eh, nipo na wadau mbalimbali watataka kuzungumzia eh storia yao ya huko shuleni walikuwaje. E, tutapiga nao story watu mbalimbali mbali. Lakini endelea kubaki hapo hapo endelea kubaki hapo hapo kuzidi kupata eh story ambazo zilikuwa zinaendelea. Mtazamaji nazidi kusonga mbele na naenda katika wadau tofauti tofauti kuwauliza je, yeah, shuleni walikuwaje Walikuwa wanapenda kulala, walikuwa wanapenda kucheza, walikuwa wanapenda kusoma sana, au ni watoro wa shuleni? Ungana na mimi Mishi eh, kumi na saba, kujua stori zaidi. Nimekutana na dada hapa. Dada, mambo vipi? Poa. Unaitwa nani? Naitwa Fatuma. Nani? Fatuma Kimaro. Fatuma bana, mimi nilitaka nijue historia yako ne, kipindi upo upo, labda kwanza historia yako ya shule ipoje? umefanikiwa kusoma labda kuanzia la kwanza mpaka la pili labda primary mpaka sekondari, au mpaka chuo, historia yako ipoje? mm, nina diploma. Diploma yeah. diploma ya nini? ya business administration. kufanya biashara mkubwa? hamna <laughs> kawaida <laughs> bana, basi mimi nataka kujua kipindi upo upo chuo eh? kwanza kabisa ulikuwa una marafiki wangapi? ah. Bahati mbaya sasa, mimi sio mtu wa marafiki. Kwa hiyo yaani ni, ni, sio chuo tu, yaani kwenye mambo yangu ya kuhusu elimu tuna watu tu ambao tunafahamiana pale, tukitoka pale ndo tumemaliza. Kwa hiyo iko na marafiki kwamba useme ni rafiki yaani moja kwa moja, hapana. Mm, ulikuwa una rafiki wa kumpa majibu au kukupa majibu? <laughs> wapo <laughs> <Hey>. <laughs> M, marafiki ukua unao. Sasa ni watu ambao tunafahamia na unajua urafiki ni ule ambao mnatoka pamoja, labda mnafika tena mkishakuwa nyumbani, yani maisha ambayo yanaenda hivyo. Sasa mimi sijabahatika yani. Kwa hivyo mimi nataka kujua kipindi upo primary au ile chekechea, bana? Mimi nilipokuwa chekechea eh, nilikuwa sipendi kabisa kurudi nyumbani kwa sababu tukoga tunakula shuleni na sisi tulikuwa tunakulaga labda asubuhi mpaka usiku wa kwako. Ilikuwaje historia yako ya chekechea, ilikuwaje chekechea? mm. au hujasoma? Ah, kitu ambacho nakumbuka chekechea ni kuhusu kuandaliwa kwenda shule, unawekewa kwenye vile vi, nini, lunch box, juisi, sijui vikeki nini, yani ndo hivyo nakumbuka. sure. ah, amna bwana <laughs> Eh? Amna. Na unaandaliwa kila kitu. Sasa, dama, dama eh. Eh, eh. Kwa kwa sasa mimi nimesoma zamani kidogo, hiyo lazima mzazi akuandalie. Kwa nini uandalie mwana? Si ndio? Kwa hiyo sasa ukimwandalia mtoto, ni sisi ambao tulikuwa tunasoma huko nyuma tulikuwa tuandaliwe mm. Mm. So kweli Hmm, basi lakini siwezi kukubali hilo swala, niambie hmm. Eh. Sasa ni kitu gani ambacho husahau kabisa ulishai kukifanya kipindi upo chekechea, yani nchi unasema nitamwadisia hadi mtoto wangu wa jukuu wangu na vitu kuu? Eh, ambacho sisahau, ambako nilikuwa nasoma kulikuwa ikifika Ijumaa, kuna michezo. Kwa hiyo <laughs> mimi nilikuwa nasoma na ndugu yangu mmoja Ninta Sofia sasa tukawekwa kwenye ile, kwamba wewe na, unakimbia wewe unakimbia, patikane mshindi. Sasa kwenye ile hali ile tumewekwa, mwalimu anapiga ili tukimbie, kuna ka kitu fulani vikalitokea hapo. Okay, kitu gani <laughs> tu, nataka nikasikie. Si mmoja lazima awe mshindi, mimi huyo ni ndugu yangu. Watu, tuka tumekimbia tumekimbia tukafika mahali sasa mimi nataka nishinde na nataka tushinde, yaani sasa ikabidi tukashikana mikono kwao, tukafika wote sehemu moja tukashinda wote kwa pamoja kwa pamoja ya. yaani iko na kitu ambacho nakumbuka na ambacho siwezi kukisahau. kua mnapendana sana yeah, of course lazima. Yeah, tupendane, ni ndugu mm. somo gani ulikuwa unalipenda sekondari? na somo gani ulikuwa ulipende, jamani? mimi sekondari eh physics, physics eh. form ngapi hapo sasa? ndio ah, form three nadhani, physics ndio nilianza kuiona ngumu hapo. Ya, somo gani ulikuwa unalipenda sana nili hata ukiamka, hata usiposoma, ukiingia kwenye mtihani unaua, hebu hmm, hmm, nikumbuke somo gani nilikuwa na faulu bila kusoma, labda civics. Civics. Yeah. Laba so, Kiswahili hmm, Kiswahili yenyewe alikuwa ananipa shida kiasi So, kupa shida kiasi. Hey, Kiswahili unajua, kuna vile vidude vyao na vichora chora speak ya unganishi sijui e, shida kata matawi kabisa, unakumbuka e? <laughs> <laughs> E, na ni kitu gani ambacho huwezi kusahau kipindi upo sekondari? E, mwalimu gani ulikuwa unampenda? Walimu wengi nilikuwa nampenda, ila kuna vitu ambavyo siwezi kuvisema bwana oh, <laughs> Kitu ambacho siwezi kukisahau kwa sekondari, mimi nimesoma Kibasila. Sasa kwa kuna mwalimu anaitwa Onkonko, kikweli jina lake silijui, ila tulikuta anaitwa Onkonko kutoka kwa vile vitabu vya kusoma vya literature, sio nini, kuna mtu anaitwa Onkonko ya kwa sisi, tukakuta huyo mwalimu anaitwa Onkonko na sisi tuka tukatume kama tumehisishwa. Sasa ilikuwa ikiwa wiki yake ya zamu Eh hey, ikiwa imefika saa 12 kamili, sijui na nusu, haujakanyaga wewe yeah, yeah, urudi tu usubiri breaki ndio ingie sasa. Siku hiyo tukawa tumechelewa, tusubiri breaki, kumbe ile breaki ya saa 4, tayari mwenyewe kakaa pale pale baba, hakuna mtu anayeingia. Kwa sababu tukawa tunazile section labels, sijui kama unazijua kwa form 1 unaikiwa form 2 hivyo mwingine anaikiwa kwenye before eh eh. Sasa kumbe ile bwana ndio ilikuwa inatujulisha asma, sasa hii tusha tushachelewa tukifika pale kama ni ndo tunaingia shule kama sisi ni wa mchana. Kumbe bwana mwalimu katunoti kwamba huyu ee, huyu form one, huyu lazima aingia asubuhi ah! Hey. Basi tunaenda tu pale mara, hapo katukamata, sijui tulikimbiaje pale getini, ila hatukufanikiwa tena kuingia ndani, tukakimbia tukarudi. Ulikuwa yeah, mkorofi? Hapana, sijawahi kuwa mkorofi shule, hapana. Shule hapana, ah. hmm. Ulikuwa una tabia gani kipindi huko shule? tabia gani? Mi nilikuwa neutral. Sio mkorofi sio mpole, nilikuwa katikati eh? Katikati wale wa ukiambia twende huku sawa. Uh -huh. So, ana nilikuwa najua kwamba hiki kitu nakihitaji basi lazima nikifanye. Hiki sikitaki, lazima nikifanye. Lakini sikuwa mkorofi kusema kwamba eti shule nzima imjue fulani. Uh -huh. Uh -huh. na mimi nafurahi kupiga stori na wewe. Jina lako tena pa, kama nimlisahau hivi ake stori nyingi Naitwa Fatma Kimaro. Fatma Kimaro. Bana, mimi nimefurahi sana na Endelea kutazama JNP TV waambie na wenzako. JNP TV ni ya moto kabisa. JNP yeah, TV ni ya moto kabisa. Safi kabisa. Ebeno alikuwa ni Fatma na kutokea hapa maeneo ya Mwenge nikusii tu. Endelea kutazama JNP TV. Langu jina ni Mwanamisi Asumani au ukiniita mishi 17 unakuwa hujakosea. Mambo vipi? Poa poa inakuwaje? Safi kabisa. Unaitwa nani? Naitwa China Dennis. China. Ya. Yeah. Hii ya China. E, China kama China jina lako la kuzaliwa? Kabisa. Wazazi wako wa China nini? No, wazazi wangu sema sisi ambao tulizaliwa kule ni sehemu ambao wanachimba nani madini. Wewe mwenyeji wa wapi? Wa Mwanza. Mwanza. Yeah. Kule nikifika Mwanza kina China nitawakuta na wengine zaidi ya wewe. No, huwezi ukawakuta, halafu ngoja nikwambia, kuna vitu vingine ni wazazi wenye yeah. Najua vingine vinaendana na historia, wazazi wetu zamani ilikuwa kwamba labda wanaendana yeah. Yeah. wa na kitu fulani. Sasa kama pale sisi kwetu kulikuwa na Wachina wengi walikuwa nakuja pale, kwa hiyo mimi inawezekana labda ni historia, wale wazazi wakaona bana, ah, ngoja tumuite China mtoto wetu, kwa sababu tumempata ni na Wachina walikuwepo pale, umeona, kwa hiyo ndio ikatokea hilo jina. Sawa kabisa. Bana China, mimi nataka nifahamu historia yako kipindi unasoma e, nataka nijue kuna vile vitu ambavyo ulikuwa unavifanya sana, lakini kabla ya kutaka kuvijua hivyo vitu, nataka kujua elimu yako umeishia wapi. Elimu yangu nimeishia kidato cha nne, kidato cha nne yeah. Umesomea wapi? Na Sengelema. Mwanza. Mwanza, Sengelema. Kipindi unasoma, wakati uko sekondari nafikiri, kwanza ningependa kujua kwanza ile story yako ya kwanza kabisa kufika shuleni ile sekondari, form 1 ile welcome form 1 ilikuwaje? Welcome form 1 si unajua unakuwa mshamba alafu kuna mm, zile sasa mm, unaenda na na hela alafu unawakuta memba wako pale Alafu sasa mimi kuna kitu kimoja ambacho kipindi yani na ndo nimefika kwanza, nikamkuta mwanafunzi mmoja yani kaweka dawati pale, kajifanya kama yeye ni mwalimu. Uweziamini, sasa pale kuna hela fulani ambayo tulitoa kwa wale washikaji. Kumbe wale washikaji sio sio walimu. Ni washikaji tu, wanafunzi. Kwa hiyo tumeshajitoa ile hela, na mtoto wangu kama ameshaitoa afu akaichanganya. Sasa tunaenda kwa mkuu, kuna hela fulani ilikuwa imepelea ya, ya form. Akasema bana, kuna kuna walimu tumewakuta wako pale wamekaa kwa hiyo hiyo pesa tulishaitoa. Umetoa kwa nani? Kwenda pale jamaa tujawakuta wamekimbia, wameshaondoka. Naona. Kwa hiyo issue mwanangu, yani siwezi kuisahau kabisa, siwezi kusahau kabisa nakwambia. Alafu unajua kuna ile ambayo unakuwa na kiuoga ukiwa unaingia labda ndio naingia form 1 unakuta, nitaweza au ntafanya nini? lakini kushangaa maisha yanavyoendelea shule tu nayazoea nawazoea na fresh mambo yanaenda. ni tabia gani ulikuwa uipendi kipindi uko form 1? Ah, kuna tabia moja ambayo nilikuwa sipendi ya makundi makundi, unajua una yale makundi ambayo unakuta ah, wasikaji, yani wengine walikuwa wanavuta bangi, unaona, uliwakuta pale wanavuta bangi. Kwa hiyo ile hali mwanangu, nilikuwa sipendi kabisa yani. Naona walikuwa wanavuta ki, mpo karibu nao au walikuwa wanawafanyia ukorofi? Uh, ni ukorofi tu yaani, kuna muda ambao unawezekana labda wengine walikuwa ni vilanja a kwa hiyo wamejiunga na wale washikaji, kwa hiyo wanaweza wakawaletea noma sana sana. Form 2 wale ndio wanakuwaga na mierusho sana, form 2 au wale ambao ni sanasana labda form 4 wale unakuwaga meyesho sana. Kwa hiyo ah, ile hali nilikuwa siipendi kabisa. chakula gani ulikuwa unapenda kula wakati upo shuleni pale? Mwanangu, huwezi amini, tulikuwa tunapikiwa uji pale, alafu <laughs> tunapanga <laughs> ile foleni. tulikuwa tunapanga foleni mwanangu, alafu huwezi amini sasa, da ile foleni, sasa na nafikiria kuna washikaji wangu moja mbili tatu, afu amekabidhi kama vikombe vinne mwanangu, afu ndio umetangulia, sasa unafika kwa yule ambaye anatoa uji, yote inatakiwa uvishikilie hivi. Wewe ulikuwa unawasaidia washikaji zangu? Eh, washikaji yani. Tunajua washikaji wengine walikuwa wanaona kama mchoresho kwenda ku, yani kuingia kwenye foleni ile ya uji. Kwa hiyo mwanangu, chini abisho eh, tufanyie mpango pale, tunajua wengine wa mademu zao pale na nini, kwa hiyo hataki kuonekana mwani eh a a wengine wako form 2, sasa ile tulikuwa tulishaenda kidogo, wengine wako DC, tulikuwa tulishaenda kidogo. Kabila muhula wa kwanza tumeshaomaliza, sasa tumeingia wa pili. Sasa ushaanza kuzoeleka zoeleka hili uh, hmm. Si, si, na naona. Basi ndio zinatokea issue kama hizo. Ulikuwa na marafiki wangapi kipindi upo wa kike, kipindi upo shule ya sekondari? Ah, sasa mimi marafiki marafiki mimi si sina, sikuwa nao. Marafiki wa kike? Marafiki wa kike? Sikuwa nao. Yaani mimi ni unataka kuniambia historia yako yote ya shule ulikuwa una rafiki wa kike? Marafiki ni wale ambao ni washikaji nami nakutana labda darasani nasiwa urafiki ule wakusema kwamba hey, mshikaji wangu mpaka nianze kumtembelea kwenda hey kwake, amfanye nini? nini zile, mwanangu mimi nilikuwa sifadhili kusema kwa sababu nilikuwa napenda sana michezo. Nilikuwa napenda sana mpira sana namba sana, sana, sana. Sana. Na mimi namba, yangu namba saba nachukuliwa saba. Yaani, na kijiji kabisa na nini. No kuchezea yeah. Unajua, kuna zile ambazo kama sasa hivi tunaona kama kuna uchaguzi uchaguzi kama sasa hivi, kwa hiyo kuna madiwani wale ambao wanatengeneza timu mm, wewe na boli boli na wewe. Ya, boli boli, na kitabu na nini na tunajua, kule kwetu kuna vitu vingi sana, kuna kulima inafika sehemu, na kuna washikaji washikaji wanakuja tuende, tukamlimie mtu fulani hivi na hivi, tujipatie kipesa tu, nalipwa mnalipwa. Kule kuna mipunga kule, mkaenda kupiga mpunga, mkaenda kufanyaji, naona mnajipatia kipesa, maisha mengine yanaendelea. Somo gani ulikuwa unalipenda? Nini somo? sana sana nilikuwa napenda hesabu. Ulikuwa genius? Nilikuwa napenda sana hesabu alafu ajua Kiswahili hiki nimerushwa, yani Kiswahili kimetanuka yani, kina mambo mengi, huwezi amini mwanangu. yani kina mambo ni mengi sana. Nilikuwa napenda sana hesabu na mwalimu wangu wa hesabu mwenyewe alikuwa anajua kwamba china mwanangu, mwanang ukiingia, kuna vitu fulani yani unaweza ukashangaa. Mimi mwenyewe mpaka kuna sehemu namkosea yani, namkosea mwalimu. Kuna siku moja mpaka alinitandika ananiambia, wewe china acha mambo hayo wewe. unaona? mwalimu wa hesabu alikuwa rafiki yako? hayo sana sana kukufanyia ambacho mbali na kwamba mlikuwa mnafundishana mnaelezana, kuna ule urafiki rafiki mwalimu ule Aisha kunipatia kiatu viatu. Eh, Aisha kunipatia viatu akaniambia, ah, mwanangu wewe una perform vizuri, kaniletea kiatu. Mpaka leo namkumbuka sana ila, kuna kipindi ambacho niliendaga pale shuleni nikakuta akashahamishwa, ah, wakunipa namba yake. Kwa hiyo basi naamini ipo siku Nima ikutani binadamu kutana. Ipo siku naweza kukutana naona, yeah. Una nini cha kuambia watazamaji kwenye upande wa, wa shule au upande wa maisha lolote tu a, kama ushauri ushauri, ushauri ushauri ni kwamba vijana bana, vijana tukomae na maisha, najua tusijibweteke, ile au ukiona kwamba umefeli usione usi, usi, kwamba yani usione noma kuanza, naona, lakini usibweteke kuna vijana ambao sasa hivi utawakuta wako vijiweni, wanaishi kwao, naona wapambani. Unajua, kuna vijana ni wengi sana ya, lakini nachowashauri vijana na watu wengine tupambane, naona Sawa so, kabisa mtazamaji wa JN Power TV, kufikia hapa itakuwa ni mwisho wa kipindi hichi cha Enzi Hizo Shuleni, lakini vile vile e, mwisho wa kipindi hichi ni mwanzo wa kipindi kingine. Endelea kufuatilia e, kwa ukaribu kabisa JN Power, JN Power TV. Lakini langu jina ni Mishi kumi na saba au Mwanahamisi Athumani.